Katika eneo la Bamburi, Mombasa, pwani ya Kenya, kuna pahali panapofungua ukurasa mpya kwa wale waliotumbukia kwenye giza la dawa za kulevya. Kituo cha Mewa si tu mahali pa matibabu, bali ni chemichemi ya matumaini. Asubuhi inapochomoza, darasa la kutuliza akili linaanza. Wanaume na wanawake waliokuwa waraibu hukusanyika kusikiliza kushiriki na kujifunza mbinu mpya za kupona na kuanza maisha upya. Miongoni mwao ni Monica Akoth. Monica mwenye umri wa miaka 38, ni sura ya ushindi. Miaka iliyopita alikuwa mfanyabiashara wa hoteli aliyekuwa na maisha mazuri, lakini mapenzi na mtu asiye sahihi yalimpeleka pabaya, akaanza kutumia heroin akiwa bado mdogo. Alikutana na mwanamume ambaye yeye alikuwa ambao ee darati kaishi naye kiasi cha miaka kumi, lakini madeni yakaja yakamzidi. Ikabidi tuuze nyumba tulipe madeni. Mambo yalivyokuwa yameenda soka mlege, yaani si vile nilivyokuwa natarajia. Iliachana na ule bwana. Baada ya hapo ilibidi niingie maeneo, maana unga wangu nilikuwa navutia ndani ya nyumba. Baada ya miaka ya mateso na kupoteza mwelekeo, Monica alikimbilia Mewa mwaka elfu mbili na kumi na tano. Hapo alipata msaada kimwili, kiakili na kimaisha, na leo si mraibu tena. Yeye ni kiongozi anayewaongoza wanawake walioko kwenye hali aliyowahi kupitia. Njia rahisi ya mimi kutafuta ilikuwa yabidi niende sex worker, na hiyo sex worker pia siwezi enda kabla sijatumia mpaka nitumie uraibu. Ilikuwa changamoto sana, maanake kazi hiyo ni ngumu, haujui unaenda kukutana na nani, haujui huyo mtu ni mzuri wala ni mbaya mewa walinikubali hawakunikataa, na nashukuru mpaka dakika ya sasa watoto wangu wamesaidika na mi mwenyewe pia nimesaidika, nimetoka katika uraibu. Lakini si Monica pekee anayewakilisha matumaini mapya. Habiba Wairimu, sasa mwenye miaka ishirini na sita, ni mtoto wa mraibu aliyeokolewa kutoka maskani. Akiwa amelelewa katika mazingira magumu na yasiyo na hakikisho, leo hii ana ndoto kubwa na moyo wa mabadiliko. Habiba anasisitiza umuhimu wa kuwawezesha wanawake wenzao kiuchumi. Anaamini wanawake wanaweza kujenga maisha mapya huru, kutokana na utegemezi wa dawa za kulevya. Tungependekeza kama tungesaidika wengine wenye kutaka kusomea mambo ya skills, mwenye kutaka kujua kushona, mwenye kutaka kujua kutengeneza zile doma, mwenye kutaka kujua kutengeneza detergents ingekuwa vizuri kama tungeweza kusaidika wanawake wenye wako hapa ndani. Mtu akitoka hapa rehab, akitoka nje, akona at least anaweza sema mimi najua kushona, naweza shona nipate riski yangu. Tatizo la mihadarati limeenea kwa kasi likiwaathiri watu wa jinsia na umri wote, lakini wanawake huathirika kwa njia ya kipekee, mara nyingi wakikabiliwa na unyanyapaa na ukosefu wa msaada wa kutosha. Lakini bado kuna matumaini. Waliopona kama Monica na Habiba sasa ni mabalozi wa mabadiliko, wanahamasisha, wanahudumia na kusaidia wengine kutoka kwenye jinamizi la dawa za kulevya.